Alfred engineer wa kampuni ya Mniko, company limited. Hapa tunawashukuru sana serikali na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Tunawashukuru kwa ushirikiano wenu pamoja na wananzengo. Kuanzia leo toka juzi, tunapambana kusambaza material site, na kesho tuko hapa. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumaliza gorofa moja. Kwa baada ya siku 30 kila mwananchi atakayepita hapa ataona mabadiliko ya hapa kwa famu awamu mlioingiza tutaifanyia haki na kwa ubora zaidi. Asanteni. Na tunashukuru kwa kuamini kampuni yetu. Na kwa mujibu wa michoro ghorofa ngapi? Zinaenda ghorofa mbili. Ghorofa mbili. Mm. Madarasa mangapi? Ah, madarasa yatakuwa kama sabini hivi. Kwao nafikiri wanafunzi watatimia. Okay. Eh, yeah. La imani. Asante kwa mama rais wetu mitano tena. Asante sana.